Na ile Wagon Wheel of Market zile njia saba kama unaweza, hizi njia saba kama unaweza, mfanye. Njia ya kwanza, tafuta walking billboard, walking billboards. Mimi nitakufundisha kitu, ukiweka bango Mwenge utachajiwa laki nane kwa mwezi, bango la kawaida Labda si futi tano kwa nane. Sawa, eh? Usiweke bango mwenge mwenge, weka bajaji mwenge, kwa sababu bango lako litakuwa linazurura, ita reach a lot of people, compare na lile ambalo liko still. Umeshaelewa, eh? So, tafuta ya kwanza walking billboard. Yani inao zurura zurura. Kama unaweza, brandi gari lako lizurure zurure. Kila siku unakutana gari, unja bei, unja bei, inakuremind. That is unja bei. Tafuta zile kampeni nzuri zenye offer au zenye kitu mtu anataka kupata. Weka pale kwenye bajaji nyuma, weka namba ya simu, weka product na jina lako. So ya kwanza walking billboard, ya pili tafuta watu kukusemea brandi yako na biashara yako. hata Mnaona zile Wasafi team zile, Wasafi team, konde, Konde gang team, zile zinalipwa monthly. Si unajua eh? Ile si team Diamond si team nini? Wanalipwa monthly. Wanatumika voucha. Wanaambia, nyinyi sikizeni, wewe, oya bigia eh, kiposti nyinyi wa kwanza, kuona commentini pale. Sawa eh. Watu eh. Eh, yani bigia kiposti nyinyi, shangaa daima kiposti, dakika moja tu milioni moja comment mia saba ni wale eh. Hivi mnafikiri jana nilikuwa nasikiza ebook moja anasema, wealth is not earned. Jamaa kolichukua kiptanamirika sasa hivi, anasema wealth is not earned is akasema kama ingekuwa na utajiri unaweza ukaupata ukaeka hadi weo kaupata. Kuna mchezaji mzuri kuwa Samata ajachukuliwa Samata because utajiri ni mpaka mtu akuone kufanya hei. Ndo maana unasema if you want to become rich and successful build a strong team. Ukishakuwa na watu ambao wanaweza wakasema nyonyo, unaenda ndo maana katika kitu cha pili, you need people, your community. Tafuta watu, tafuta wadogodogo zako kibao wanafanya content. Skiza wadogo zangu nye, mkiwa unanipostia kule Instagram nini nini, kama hivyo nini nitakuwa na kupinda na vocha yenye, mkivocha piteni hapa. Kwahio unawatengeneza kabisa maximum elfu kumi kumi kwa wiki, wao wanayo kazi mtandao kule na nikiposti mnanishambulia page, kwa sababu kuna kitu watu wanataka kuconfirm, wewe ni relevant bila jamii. Sasa ukiposti nyonyo, wa wow, kila mtu ambaye ni mbele ya jamii, so find other people wanaweza kufanya kile kitu ambacho wao waweze kufanya. you people are commenting on my clients behalf. Wewe nyenye ukiposti, tuambie jamani, wadogo zangu, rukeni huko, rukeni unawatumia linki huko, ma comment, ma share mani hadi insta unasema. Sasa ukashakuwa mtu mkubwa, unanyanyua content yako, inaenda kwenye explorer na unaanza ku reach watu wengi zaidi. Kisha wakiposti kwenye account zao kule, wanakumention, wanataja, wananini zile zinaongeza. Kwa hiyo cha pili, tafuta watu. Sasa kwenye watu, baada ya walking billboard, watu nimezungumza njia hiyo kwa sababu najua haitakugharimu sana lakini watu specifically ni creators, content creators, content content, nani, wale ambao ambao, wanaweza kujengea maudhui yao. kwa kwa, kwa ya. Costi na gharama, angalia. Kama kama unaweza unaweza kupata ambao nao, please do it. Bila kama sisi akiposti kwenye page, Rico, Samsoni, Agnes, Agusta, na wote. Kwa sababu gani? To share ile engagement. So unaona ina, ina panda. Lakini pia, individually wanyo yake, Agnes na maudhui yake, iwale yake. Agnes na so, together, si tukiposti tu, si tuna uhakika wa 10 likes ndani ya sekunde moja. Sisi wenyewe guarantee, wananchi hatuwezi kwa guarantee, wananchi wanataka tu yaliomo, ndo wata engage. Kwa hiyo sisi tunahakikishana kwao, tengeneza timu yako, inakusaidia hata ya makampuni haya, Voda, Tigo, Airtel pia na hiyo tabia, unakuwa na watu ambao wanamwambia guys, pushi